Kuna vifo vingi sana, wewe vinatokea wakati wakina mama wanajifungua. Msifikiri kwamba vingine ni vya halali. Akina mama wengine watoto wao wanakufa, shetani anaamua kuwaua kwa sababu wengine wanakuwa ni majayanti. Anasema, nasema kabisa, huyu akizaliwa atakuja awe tishio. Shetani anaamua kumla pale pale afe, au mwingine mama yake anafariki ili ahangaike apoteze kile alichokibeba kwenye maisha ya kwake. Saa ingine mnaweza mkao mnafikiri ni bahati mbaya tu ni bahati mbaya tu ni bahati mbaya tu, na ndio maana mnaojifungua au mnaoendelea kuzaa ku, kuza. Hakikisha kwamba hata unapo wakati unapokuwa umefika, Mungu amlinde yule mtoto wako, shetani asimle, bali amlinde, amnyakue, amweke chini ya mbawa zake. Siku ya kuzaliwa huwa ni siku ya vita.